Rabbil alamin wa ala ala wa salatu salam ala ashrafil anbiyai wal mursalin sayidina wal mursalin sayidina wahabibina shafiya. Nyuma ukurasa kwa tukasoma darasa ambao tayari kwa na manane ishasomwa kwa namba tisa. Hasa ni hii ya leo ambayo ni faslu fi zakat. Hii ni faslu katika kufunga kuelezea mambo yanayofungamana na zaka. Ni nazaka wahiasmul yuh nazaka ni jina wahiasmul likadirin mukhraj nao ni jina la kiasi chenye kutolewa minal mali, anil mali ya mali, wa anil badani, na kiasi kinachotolewa kutolewa kiwiliwili. Wahia nazaka ismu likadari lmukhraj, wa kiasi chenye kutolewa, mina anil mali kwa ajili ya ma kutoka kwenye mali, wa anil badani, nazaka ya kiwili. Kuna zakatul mal na zakatul badani eh? Watajibu zakatul mali na itapasa zakatul mali fi thamaniyati asnafi, katika mbea nane, mbea nane na mna nane sawa, vitu nane minu huu, katika avyo anakida ni fedha na dhahabu, anaidani fedha na dhahabu, walibilu na wanyama ambao ni ngamia, wal walbakaru na ngombe, wal ghanamu na mbuzi na kondoo, wal na vyakula, lakini vyakula hivi ni vile tumbatumba, wal qut vyakula tumba tumba watamru walinab na tende na zabibu. washurutu ujubiha sitatun, na shati za kupasa kwa kezaka lazima kupatikane vitu sita. washatu ujubiha na shati ya kupasa kwa kezaka sitatun, ni mambo sita. alamu isi... walhuria na ungwana tam, na milki yenye kutimia walmilku taam na milki yenye kutimia waniswabu na kiwango wamudilhauli, na kupita mwaka filhaulii, katika vitu vyenye idadi ya kimwaka. Wamudilhauli, na kupita mwaka filhulii, katika vitu ambavyo vinapitiwa na mwaka. Wasumu, wasaumulmashia, na kulisha wanyama. Wasaumulmashia, na kulisha wanyama au kulishwa wanyama, sawa Fasulun hii ni fasulu fi nisabi ma, katika kiwango ambacho tajibu fihi zakat, kutapasa katika kiwango hicho kiwango hicho zaka. Fasulun hii ni fasulu fi ma fi nisabi ma, katika kiwango ambacho tajibu fihi zakat, kutapasa ndani ya kiwango hicho zaka. wa niswabu dhahabi, na kiwango cha dhahabu 20 mithkala. Ukimiliki dhahabu mithkali 20 basi watakiwa tuwe zaka wa nisabu alfidha na kiwango cha fidha miata dirham ni dirham miambili. Ukimiliki fedha 200 dirham 200, basi wewe utakiwa utoe zaka mwaka ukifika ab, eh? wala budda fihima, wala panabudi katika hizo mithkali za dhahabu au hiyo fidha. Umeelewa, dirham 200 za fedha apana budi minalhauli kuzungukwa na mwaka, eh? wala budda fihima, apanabudi katika hiyo dhahabu na fedha min alhauli kuzungukwa na mwaka, ila ma haswala, isipokuwa mali ambayo imepatikana mimadini au rikazi, kutokana na madini au kutokana na rikazi. Hii ni pale pale wayajibu fi ghairi rikazi, na itapasa katika isoko wa rikazi rubu ulushri, ni hayo madini itapasa rubu ulushri, wayajibu itapasa zaka fi ghairi rikazi katika yosokwa rikazi rubu ulushur, wa fi rikazi katika rikazi yenyewe. Wa wadafinu jahiliya ni vitu vilivyozikwa wakati wa kijahiliya, wakati hakuna Uislamu. Alhumsu tatwa humsu. Wanisabu tijara na kiwango cha biashara, nisabu ma mashturiyat bihi minan nakdain ni swabu ni kiwango ambacho mashturi ya tibihi ilivyonunuliwa kwavyo, minakidaini kutokana na fedha au dhahabu, miongoni mwa fedha au dhahabu. Kwa sababu tijara, kiwango cha biashara, ni swabu ma ni kiwango cha ile ambavyo mashturi ya tibihi ilinunuliwa hiyo mali ya biashara kwavyo, minakidaini kutokana na fedha ama dhahabu wala patazingatiwa ila ahira alhaul mpaka mwisho wa mwaka ndio kutazingatiwa kutolewa zaka. Wajibu fiha rubu ushur lkima, na inapasa dani yake robo ya robo ya fungu la fungu la thamani naelewa. Waajibu fiha kutapasa katika hiyo mali fiha katika hiyo zaka ya mali rubu ushur lkima robo ya fungu la kumi thamani yake Mfano, mtu anamiliki biashara yake yote ni milioni moja. Kwa milioni moja utagawa mafungu kumi, yanatoka pale ni laki moja. Ile laki moja sasa utaigawa mara nne, robo yake elfu ishirini na tano ndio zaka. Wala si hela nyingi, ni roho mbaya tu. Sawa, so, faslu hii ni faslu fini sabili sabi, ibili sabi. katika kiwango cha ngamia awalu ni sabili sabi, ibili sabi kiwango cha mwanzo kabisa cha ngamia hamshu, mtu akifuga akimiliki ngamia watano, wa fiha shatun, katika ngamia watano zaka yake ni mbuzi mmoja. Wa fi ashiri na mwenye kumiliki ngamia kumi shatani, mbuzi wawili. Wa fi hamsun wa ashara na mwenye kumiliki ngamia kumi na tano thalathu shiahi, zaka yake ni mbuzi watatu. Wa fi ishirina na mwenye kumiliki ngamia 20 arbau shiahi ni mwisho wa nne. Wa fi khamsini sawa 20. Na mwenye kumiliki ngamia 25 ni bintu mahadhi mahadi, mwenye kijibinti kidogo changamia min alibni laha sana, binti hicho changamia kina mwaka mmoja kitolewe kijingamia kijindama changamia chenye mwaka mmoja. Wa fi 36 na mwenye kumiliki ngamia 36 binti labuni, ni binti labuni la hasanatani ambaye ana miaka miwili a na mwenye kumiliki ngamia 46 hika atatoa hika laha ala ana miaka mitatu wa fi hida wa 60, na mwenye kumiliki ngamia 61 sawa jaza atum laha arbau sinin mtamba wao una miaka minne laha arbau sinin mtamba ambao una miaka minne wa fi siti wa sabiin, na mwenye kumiliki ngamia sabini na sita binta labun atatua binta labun. Wa fi ihda wa tisiin, na mwenye kumiliki ngamia tisini na moja hika tani ni hika wafili. Wa fi miatin wa ihda wa ishirini, na mwenye kumiliki mia moja na ishirini na moja salathu banati labun Banati labuni watatu kuma fi kulli arbaina bintu labuni. Kisha katika kila ngamia arobaini utamtoa binti labuni. Wa fi kulli khamsina, na katika kila ngamia hamsini utamtoa nani? Hikatun hika moja. Faslun, hii ni faslu fi nisabil bakar, katika, katika kiwango cha ngombe. Awalu nisabil bakar, kiwango cha mwanzo cha kumiliki ngombe. Ukimiliki ngombe 30, ukimiliki ngombe 30 thala hapa kiwango cha mwanzo cha ngamia ni ng'ombe, ng'ombe 30, ng'ombe 30 wafia na katika ng'ombe thelathini atapewa tabiu la huu sana ni tabiu, ni mtamba huu wa, ng'ombe, we, ng'ombe mdogo mdogo mwenye mwaka mmoja wa fi arbaina, mwenye kumiliki ng'ombe arobaini musina atamtoa musina, laha sanatani, ni mtoto wa ng'ombe mwenye miaka miwili mdogo mdogo pia. Wa hakadha, na hii kama hivyo. Awalu ni sabil ghanam, ndio mwanzo wa kiwango cha mbuzi na kondoo. Ng'ombe ni thalathini kiwango cha mwanzo. Mbuzi na kondoo kiwango chawa ni arobaini. Ukimiliki mbuzi arobaini, makondoo arobaini, toa zaka sawa. Na kiwango chake ni nini? Nisab bil ghanami dha'ana ni kondoo mmoja au maazan au mbuzi mmoja. Dha'ana ni kondoo mmoja au maazan au mbuzi mmoja, arbaun, sawa katika mbuzi arobaini au ng'ombe arobaini, fiha shatun, utatoa mbuzi mmoja au mbuzi thania. Wa mbuzi thania ni mbuzi ambaye ana miaka miwili. Wa wai na mwenye kumiliki mbuzi mia moja na ishirini shatani wa waihda wa ishirini, na mwenye kumiliki mbuzi mia moja na ishirini na moja shatani ni mbuzi wawili wafii miataini wa wahida, na mwenye kumiliki mbuzi mia mbili na mmoja thalathu shiahi ni mbuzi watatu. Wafi kulli arubaini na katika kila mbuzi arubaini aruba ushiahi utatoa nini? Wafi arubaa miati, mwenye kumiliki mbuzi mia nne wafi arubaa miati, mwenye kumiliki mbuzi mia nne aruba ushiahi zaka ni mbuzi wanne, rahisi tu. Sawa thumma fi kulli miatin, kisha katika hesabu ya jumla, katika kila mbuzi mia toa mbuzi moja, kila mbuzi mia toa mbuzi moja. Sawa. Faslun fi nisab al-qut. Hii ni faslu katika kiwango cha vyakula vile tumbatumba vile. Wa huwa kullu ma yuktatu. Ni, ni kila ambacho kinafanywa chakula ikhtiyaran kwa hiari min alhububi katika tumbatumba tumba wa kullu mani kile ambacho yohu tatu kinafanywa chakula ikhtiyaran kwa hiari min alhumuri kalbuni, kama vile ngano washairi na ngano mbaya, wal aruzi na mchele. Sawa. Wa fini swabi tamri wa zabib, tamari, tamri wa zabib, na katika kiwango cha tende wa zabib, na zabibu kiwango chengine. Wa fini swabi tamri mwanzo wa, wa kiwango chake hamsu au suki hamsatu au suki atakayepata hizo au suki tano mapishi sitini. mapishi sitini. arbatu amdad, na pishi moja ni vibaba vine, watu hilo litazingatiwa, hilo pishi situna swa mapishi sitini. Baada ya jafafi, baada ya kukauka huo mchele huo mtama huo nini, sawa mm. wa tasfia na kuwa msafi, sio tamia, wa tasfia na kusafika, umeelewa? Bilkaili, kisha ukapimwa kwa mizani, wajuupia almushuru, utapasa nani yake utoe nini, almushuru, mafungu kumi yale moja wako ndio utalitoa katika Insukiati bila munati enapo maharage hayo mchele huo mtama huo umenyeshelezwa basi na harama. Kalimatuari, kama vile umenyeshelezwa na nguo tu, utatoa ushuru, mafungo yako kumi. Moja ndio utatoa wa nisfu al-ushur, utatoa nusu ya ushuru, nusu ya fungu la kumi, insukiati bi munati enapo mchele um. wako umenyeshelezwa kwa harama kanusihin kama nadhihin kanadhihin, kama vile kumwagilia nadhihin, kumwagilia. Ile wayataala kujubu zaka na kutafungamana kupasa zaka pia, katika mali hizo au hizo nini, alu vyakula tumbatumba vikudubi swalahi wa kudhihili masla, wayataala kutafungamana ujubu zaka, wajibu wa kutolewa zaka katika mali hizo matunda na hizo mali vyakula tumbatumba kwa kudhihiri maslaha litamrin kwa tende lithamari nahari hii kwa inakwenda kwa yale matunda. Wa yataala ku unafungamana ujubu zakati wajibu wa zaka unafungamana, wajibu wa zaka fiha wa katika nini, katika tamri sawa na, na, na, na, na inab saa bibudu sulahi matunda hayo wayataalaku kutafungamana ujubu zakati wajibu wa kutoa zaka fiha katika matunda ndo tafsiri nzuri bibudu sulahi, kwa kudhihiri matunda maslahi yake adhihiri, yaweza kuliwa, litamrin kwa tende, annahali za kwenye mtende, wal'inab na zabibu washtidadi lhubbi na kushikamana vizuri. Washtidadi au kukomaa vizuri alhubbi, tumbatumba huo mpunga umekomaa vizuri walika vizuri kwa kwahiyo dhamiri ya fiha inarudi kwenye vyote hizi hububi na tamri walinab, vitu vitatu vyote inarudi ndio maana imekuwa ni fiha, haikuwa fihi. Man faslun fi zakatil badan, hii ni fasli katika zaka ya kiwiliwili. Fasli fi zakati albadan tajibu ala kulli muslimi mukallafin na an nafsihi, itapasa jua kila Muislamu wenye kukalifana sheria aitolee nafsi yake zakatu alfitr. Wa man wa amma na amtolee yule ambaye talzamuhu nafakatuhu min almuslimin, kina mlazimu ye chakula cha huyo anayemtolea. Min almuslimin katika Waislamu urankana abda ni muungwana alikuwa au ni mtumwa saghiran au kabira ni mdogo au ni mkubwa, dhakara ni mwanamume au ghairahu au si mwanamume, bi ghurubi shamsi kwa kuzama jua bi ghurubi shamsi kwa kuzama jua bi ghurubi shamsi kwa kuzama jua akhiri yaumi, yaumi mwisho wa siku min Ramadhani ma idraki juz'i min shawwal pamoja na kujiriki fungu la mwezi wa Shawwal wa wujudi na kupatikana ziada, wa ujudi lfadhli, nakupatikana ziada amunati, kuepukana na harama zake, wa munati yalihi, na harama za watoto wake, yauma lihidi, ile siku ya Idi, wa lailatahu, na usiku wake, wa yasaun nao ni pishi moja min ghalibi kuti baladihi, kinatokana na ghalibu ya chakula cha mji wake. Watu wapenda chakula gani? Kama Tanga wapenda basmati, basi zakatul fitri na sasa mtoe basmati. Nyinyi watu sawa, wa Tanga kalburi, kama vile ngano sawa washairi, ngano mbaya kusema buri ni ngano nzuri, ashairi ngano mbaya mbaya hivi, kama ile hata anakula mzee Kibwana wala aruzi, naelewa na mchele, wala himasi na choroko walful na fiwi. Fiwi meelewa aina fulani ya maharagi tu. Watamri na tende, wazabib na zabibi. walaukana ia kwa kwa mji wanafanya chakula albura ngano, falayujizi ughairuhu, aitatosheleza isoko ngano fa in kana fi balad ikiwa kwenye mji ya kitatu na wanafanya chakula alburra chakula changano bala yuji ghayruhu, akita tosheleza kitu kingine zaidi ya hiki peke yake. Faslu hii ni faslu fi qismi zakat, katika mgawanyo wa kuonya zaka. Wa hiya thamaniya asnafi, nazo ni mbia nane ndo zinazogeiwa zaka. Alfakir fakir, katib na muandishi katib li amwali zaka, na mwenye kuandika zile mali za zaka. Ha, wal muallafi, na yule mwenye kuzowezwa kalbuhu, mwenye kuzowezwa moyo wake, kama na aslama, kama aliyesilimu, wa fi islamihi dhufun, na pana katika kusilimu kwake. Wewe ni mwatuma, wewe mwatuma vile vile, wal ghari mna, mwenye deni, kama kama yule ambaye ladainu, na likamshukia lile deni, au ni halali lile deni likamshukia tu wala kudara tala wa hana uweza ala wafaihi wa kulilipa, ana deni twampa ile akalipe deni, sawa. Wal ghazi walghazi almutatawi, na askari mwanajeshi, piganaji vita aliojitolea, sawa. Bil jihad, amejitolea kwenda jihadi mimali, akajitolea mali yake, u atapewa angalau kurudisha pale alipopatoa. Walmusafiri sabara mubaha, na mwenye kusafiri safari iliyo halali iliyoruhusiwa, ha? Wajibu wa taamimu ma na kunapasa kueneza kile ambacho ujida kimepatikana, min asinafi thamania, miongoni mwa zile mbea nane. Kama zipo wape wote nane. Kama wapo wajibu thalatha, kutapasa wape watatu min kulli sinfin katika hela mbea, illa la amil, isipokuwa amil peke yake anayefanya kazi pale. Walmukhtar sawa, nae kuchaguliwa jawazu dafu zakatil mal kuna juzu kuitoa zakati mali ila thalathati, mpaka watu watatu. Wajuzu dafu zakati lfitiri, na kuna juzu kuitoa zakatulfitiri yote liwahidi, kumpa mmoja ili ajikimu. Mfano mimi na watoto na wake na wafanyakazi, nikusanya yote ile mzigo wangu, kama ni laki moja, ni laki mbili, laki moja na nusu, ni mpe mtu mmoja ili akaweze kujikimu siku ile ya sikukuu. Eh, sawa so yajusu dafum zakati lfitri naajusu kuitoa zakatu lfitri liwahidi kumpa mtu mmoja, wala yuntwa minha wala apei zakatul fitri kafiru wala zakatu lmali hape kafiri, haziwausuh wala rakikun wala mtumwa, sawa, aira lmukatab mtuma ambaye ni hairu lmukatab, maanao airushawenakiiati ni, ni, ni, ni, ahuyo nii rakike sawa wala rakikun wala mtumwa ghairul mukatab, ambaye si mukatabi, wala sabihun wala mtoto mdogo, wala majunun wala mwenda wazimu, bali tutwa bali atapewa liwaliyi liwali, hima walii wa huyo mwenda wazimu, au walii wa mtoto mdogo atapewa. Wala banu hashim hapewi zaka, banu hashim walmutalibi na banu mutalib wala maula lahuma wala huri lao, waleokwa mtumwa wao wakamwacha huru, ndo anaitwa huri lao, hapewe huyu. Wala ghaniyu bikasabin au mumfiki, wala tajiri kwa chumo au ni tajiri mumfiki kwa kutoa, pia huyu hapewi zaka. Wala man talzamul muzaki nafakatuhu, wale wale ambaye kuna mlazimu huyu anaetoa zaka, kuna mlazimu kumposha huyo huyo, hafai kumpa bin asili, kama ni mzazi wa fariin, na mtoto wa zaujati, na mke wa rakiki, na mtumwa. Inshaallah kuna msiba na cheni nikahudhurie huko. Kwa leo tusimame hapa, kesho tutashika babu somi. Walhamdulillahi.